Kwa majina mimi naitwa Godlove Beto Kishimbo, ni mfanyakazi wa International Dairy Product Tanzania Limited iliyoko mkoani Arusha, mtaa wa Unga Limited viwandani. Mimi ni dereva na ni fundi wa magari. Sasa tatizo lilitokea kwamba gari iliharibika giaboksi kwao, nikawa niko chini ya uvungu mwa gari nikiwa natengeneza ile giaboksi. Sasa wakati natengeneza ile gear boksi, kwa bahati mbaya ile nyundo ilishuka ikagonga, ikaletea maumivu kidole kufa ganzi. Baada ya kuripoti, mkurugenzi wa kiwanda akasema, basi kwa sababu kidole kimeumia, unatakiwa uanze matibabu. Zikachukulia hizo fomu za WCF, ziko aina, ziko A, B na C, ziko aina tatu, nafikiri. Tukazijaza ndio tukaenda hospitali ya Seliani kwa ajili ya matibabu kwa hiyo walivyoenda kunipima tena, wakasema huu gonjwa uliotokea hapo unaitwa gangrene. Kwa hiyo wakasema huu mguu hapa uliko unatakiwa sasa ukatiwe hapa chini ya goti kidogo, basi wakaukata ule mguu. WCF wakaniambia sasa, tunaenda kukupatia kiungo bandia cha huo mguu. Basi waliandaa siku wakaniambia niende ke smc na nilifika ke smc, tukiongozana na madaktari wa WCF kafika pale nikapimwa, wakasema sawa, wakanipatia mguu. Nikakaa tena miezi sita, baada ya kwa miezi sita wakanibadilishia mguu, wakautengeneza wakanipa mguu mwingine. Sasa mguu alionipa niliweza kukaa nao miaka miwili pasipo mi kurudi tena KCMC, ambao huu nafanya kazi gari natengeneza e, na mimi mwenyewe natembea e. Kwa mtu ambaye hunifahamu, huwezi kunigundua mapema Unaweza kusema labda huyu mtu ana injury tu kidogo, lakini natembea vizuri. Yaani, kwa WCF mimi nasema inanisaidia na imenisaidia vikubwa sana na naishukuru sana kwa kunipatia hicho. Hiyo mafao ambayo unapata kwa kila mwezi angalau yanafanya mtu uwe na faraja na huu mfuko kwa serikali. Mimi naishukuru kwanza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitia rais wake Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha mfuko wa WCF kutujali sisi wafanyakazi kwa sababu kama sio yeye ku, kutusaidia kukupitia mfuko wa WCF kwa kweli wafanyakazi wengi sisi tungekuwa ni vilema tuko nyumbani mbali. Kwa hiyo nashukuru sana Serikali. Na namshukuru rais kwa kutuwezesha sisi wafanyakazi ambao tunapitia changamoto za kuumia kazini, tunamwombea Mwenyezi Mungu azidi kudumisha huu mfuko na mfuko uendelee kwa kusaidia na wengine watakaoumia na Mungu ambariki sana.